limu ya kuchagua viongozi unaowaamini kuwa watatumikia uwa, wananchi. Serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama imejipanga kuhakikisha kuwa mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama katika maeneo yote kupigia kura, ili kuhakikisha kila mmoja anatumia haki yake ya kidemokrasia bila woga wala usumbufu. Aidha, <coughs> nato tendo la uvunjifu kwa sheria katika kipindi hiki cha uchaguzi, serikali haitasita kuchukua hatua kali za kisheria. ndio utulivu kwa kwa kwa na heshima kwa kuheshimu sheria na taratibu zilizowekwa na Tume ya Uchaguzi. Malizie kwa kuwasihi tena wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma kujitokeza kwa wingi tarehe 29 ili kupiga kura.